Nilikuwa maeneo ya nyumbani, nitoka nyumbani nikaenda maeneo maeneo nyumbani, ni kitu machimbo machimbo Kipunguni, nilikuwa machimbo Kipunguni na dukani kabla sijafika dukani ilikuwa sa saa tano asubuhi, tarehe thelathini. Kabla sijafika dukani mm -hmm. gari la polisi lilitokea kwa nyuma, nikiwa natembea na nne polisi walinipiga risasi ya mkono ila gari ya polisi ya kusimama iliendelea na safari yake. Baada ya hapo, wasamaria mwema walinichukua kanga, akanifunga wali, damu zilikuwa zinatoka, sababu kuna mshipa ulikatika, hapo unatokea huku, apandisha kuja huku, damu ilikuwa inatoka nyingi. Kwa hiyo walinifunga pale, wakanipeleka dispensary ile kwa karibu, nitoe ile kanga, sababu ilikuwa imeloa sana damu wakanifunga tena bandeji, kwa sababu ilikuwa dispensari, wakasema hawawezi kunihudumia. Nika, wakanitoa pale, walinibeba wasamaria mwema, tuko pikipiki, wakanipeleka hospitali kubwa ya kanisa ambao niitwa Santi, Santi Benedikti Kitunda pale ndio nika wakanilaza pale

akawa napiga risasi ovyovyo, akampiga mwanangu risasi ya kichwa kwenye paji la uso kaganyuma, akadondoka chini. Wasamalia mwema wakamchukua akampeleka hospitali ya plani, nikataapani yeah, yeah, yeah. Nikapigiwa simu, mwanao amepigwa risasi, amedondoka. Nikaenda nalatukia, nikakuta kuna madamu pale. Yuko wapi? Kapelekwa na nani? plani nikaenda mpaka plani hospitali nikaukuta mwili wa marehemu, kamfuma mpaka macho. Dokta pale akanichukua akanichukulia ya maelezo, unaitwa nani? Nikamfahamisha naitwa Salumu Masudi Mwenye Mangala. Huyu nani? Mwanangu. anaitwa nani? Anaitwa Bariki Salum Mwenye Mangala. naishi wapi? Naishi Guluni kwa Mnyamani. anaenda kesho, takuja kuchukua mwili. Kaondoka mfuma mpaka macho mwanangu Akaja kaka yake, kaka yake alikuja pale kumkuta yule, akafanya taratibu kumchukua, kuchukua plasta ile, akaandika jina lake, akaandika, akandika jina la kaka yake na akaandika na namba ya simu, akamfunga mkononi hapo ili kusiwe na shida kum, ya kumtafuta. Kesho yake tumekwenda, mwili uko wapi? Uko Amana. Tumekwenda Amana, tukazuiliwa mpaka serikali ite nini taratibu, mtafuta nini mili yenu kesho yake hakuna kitu. Kesho yake hakuna kitu. Tukaanza kuzuru katika hospitalini. Sasa siku mwili umepotea mpaka leo. Tulipata tulipata mwili wa marehemu siku hiyo ya tarehe ishirini na tisa walifanya tulifanyika uchaguzi, lakini yeye aliuawa tarehe thelathini majira ya saba mchana, taarifa ambazo mimi nilizipata wale walikuwa wali wanaona lakini hawakutoa, hawakutoa ushahidi wa moja kwa moja kwamba wana maana, walienda kumchukua. Alisema kwamba alipigwa risasi, katika kupigwa risasi kule alikaa pale, watu wote walikuwa wanaogopa kwenda kumgusa, kwa alikaa pale kama masaa mawili. Alipigwa saa saba mchana na aliondolewa pale saa tisa mchana. Baada ya hapo na mimi nikiwepo kule Buguru na ni Mnyamani, nilipewa nilipigwa simu niko Mnyamani nikaa naendelea kuweza kipindi kile tukuwa tumejifungia tukaa, tunawasiliana. Kaka yake mwingine yuko njiani anakuja hapa, anaitwa Yohana Masima. Yohana akaa ananiambia kwamba Baraka amepigwa risasi maeneo ya Ukonga, Mazizini samani halo njo moja kwa moja mpaka Karimje, ndo anaojiwa hapa, ndo anayeongea naye. Kwa hiyo baada ya hapo tukaendelea ku kupeana taarifa sasa, tunafanyaje? Akasema lakini watu waliokuwa wameniambia kwamba tayari kishachukuliwa na polisi na defender hayupo tena. Tukasema basi ngoja kutulie, kutulia tutamtafuta kwenye mahostali. Hiyo ilikuwa ni tarehe 30, lakini tarehe thelathini na moja ikabidi wale kaka yangu ambaye anakuja mdogo wangu huyu, ngasema tuendelee kutafuta kwenye mahostali, maiti ilipo ni wapi yeye yeah, ana kicheti cha mgambo, kwa hiyo akawa wako na mdogo wake mwingine wanaweka bodaboda mafuta, wakawa wanazunguka kutafuta kwenye hostali, lakini walianza kutafuta kwenye ustali, kwenda Mwananyamala Amana, tukaendelea mpaka huku Mloganzila Temeke, lakini tulitafuta maiti hatukuipata hapo ambapo anakaa mdogo wangu. Siku ikiwa ya tarehe mbili alifariki mwingine ambaye alipigwa risasi maeneo hayo wanasema ya Mazizini, lakini hakufariki walimpeleka wenyewe kwa ndugu zao, lakini madai kwamba walimpeleka Mzambarauni. Baada ya hapo, wale wakamruhusu wakampeleka mpaka Amana. Kwa hiyo alifia Amana tarehe mbili. Kwa hiyo katika hiyo nyumba tuna misiba miwili huko Konga Mazizini, ambako anakaa mdogo wangu. Kuna misiba miwili na huko kijijini kwetu, hivyo vijiji viko karibu karibu. Kwa hiyo tulichofanya, tuliunganisha ile misiba ikawa miwili, lakini wenyewe wenzetu mwili wakawa nao, kwa hiyo tulipoendelea kukaa vikao vya familia ilibidi tusafirishe kwa kusema tumeshatafuta mwili hatujaona ndani ya siku mbili huku asimu, na huko tukipigana simu na wenzetu ambao wako Dodoma, maana baba yetu baba yake marehemu yuko Dodoma. Kwa hiyo tukawa tunaendelea kupeana taarifa, lakini mwisho wa siku nasema, tumeshahangaika kila sehemu hatujaupata mwili. Wakasema basi, kama ni hivyo, nabidi msafirishe nguo za marehemu, na tukawaambia kwamba na kuna msiba wa mwenzetu jirani, naye wako hapa, tuko pamoja. Kwa hiyo tuliamua kukodi magari costa tatu na tulifanya ibada Ukonga Mazizini, kanisa la Ukonga Mazizini. Sisi tuliweka picha, wenzetu waliweka mwili. Baada ya hapo, jioni yake tulisafirisha kwenda Dodoma. Tulisafiri kwa kuwa vijiji vile karibu karibu, wenzetu kule wana, wanawahi kufika na sisi tunaenda kijiji cha pili. Kwa hiyo sisi kule nyumbani tena tulifanya ibada ya marehemu, na wao kule walifanya ibada kule kwao, wakazika, lakini sisi tulifanya ibada tu. Kwa kufanya ibada, tulivyomaliza tuligawa nguo za marehemu na baadaye sisi tulirejea kurudi Dar es Salaam. Ilikuwa siku ya tarehe ishirini na tisa baada ya uchaguzi. Ilipofika jioni mida saa kumi, huwa anatoka kuelekea mfata abilia kutafuta riski jioni. Baada ya uchaguzi akasema anaenda kutafuta riski saa kumi jioni, alivyotoka ndo alijarudi mpaka leo tafuta kazi tulipoweza kutokana, hatuko familia kubwa, kutuliva na ari zetu, kwa hiyo tumeshindwa kufika mbali. Kwa tarehe thelathini alitoka asubuhi kwenye saa mbili, alisema a kukunua unga pake, kwa siku zii zilikuwa hatuwezi kutoka nje. Kwa hiyo kama baba akatoka, alivyotoka sasa kule maeneo ya Moshiba palichafuka ibaasa tano tano hivi. Sasa mama ikabidi apige simu, akaona miwake hajarudi, akapiga mara tatu simu haikupokelewa. Alivyopiga mara ya nne, kuna mtu akapokea, akamwambiaje, huyu mtu mfateni amana, amepigwa risasi ya kifua. Akakata simu, mama akarudia tena kupiga, akamwambia hivyo hivyo hiyo tarehe 30 hapo. Hatuwezi kutoka kwa kuna vurugu. Kwa tukakaa hiyo yu Juma, hatunashindwa kutoka huko kwa kuna vichafuka sana. Kwa hiyo Jumamosi yake akamtuma ndugu yake. Akaenda Amana. Hivyo hivyo kwa shida shida. Alipoenda akaukuta mgundi Amana, wa mzee ambaye ndio alikuwa mzee tu mkubwa pekee yake. Mwingine ndio alikuwa vijana vijana. Akamuona baba. Alipomuona akasema kwa sauti nzito kusema hawezi kuchukua sasa hivi mwili kwa sababu ana chafuko. Akatupigia simu zake, akaenda akarudi zake aka Mbagala. Sisi tukasubiri sasa Jumapili, Jumatatu yake ili tuende tulivyotaka kwenda, ikawa ndio siku ya kuapishwa Mama Samia akasema hiyo shughuli zote hazifanyiki. Tukasubiri Jumanne yake, tulivyoenda Jumanne tukakuta mwili haupo kao tulivyorudi, maki a tushaandaa mazishi an yaani, watu walikuwepo nyumbani kukabili, kabidi tugeirishe tuanze tena upya kumtafuta mzee ko. Tukaanza kuchukua fomu tena skeeza mtaa, tukaanza kumtafuta katika hospitali zote. Tukaenda Amana tena tukarudia, hatujamkuta. Tukaenda Muhimbili, tukuwa tunafunua sa maiti tunangalia angalia, hatujamkuta. Tukaenda Temeke, hatujamkuta, tukaenda cha hospitali zingine, inaitwa Kivule ndogo, amana ndogo, tujamkuta tukaenda Kivule, yani kila hospitali atukumkuta k tulikuwa hatujamkuta, tukabidi tu turudi nyumbani, tukachukua tu nguo, tukaenda msoma, kao ni msoma, tukatupeleka o tukafanya misa, tukarudi nyumbani, ndo mpaka leo.